Hapo nilipo kuwa katika ya nchi yangu hii ndiyo sababu nalifanya haraka kukimbia Tarshishi, kwa maana nalijua ya kuwa wewe huu Mungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa hasira, hu mwingi wa rehema, reema nawe waghairi mabaya. Basi sasa, Ee Bwana, nakuomba uniondoe uliondoe maana ni afadhali nife kuliko kuishi. Naye Bwana akasema, naye Bwana akasema, je, umetenda vema kukasirika? Ndipo Yona akatoka mjini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 hata akazimia naye akajipatia kufa, akasema ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Mungu akamwambia Yona, je, umetenda vema kukasirika kwa ajili ya mtango? Naye akasema ndio, natenda vyema kukasirika hata kufa. Bwana anamwambia wewe, umeuhurumia mtango ambao hukuufanyia kazi wala kuotesha uliomea katika usiku mmoja na kuangamia katika usiku mmoja . Na mimi je, haikunipasa kuhurumiwa ni nawe, mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya mia na ishirini elfu wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto. Tena wao wanyama wa kufugwa wengi sana. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tafakari ya leo tunayoongelea nayo tangu wiki iliyopita mwishoni, tunaangalia afya ya afya, afya ya Tunaona habari za mtumishi wa Mungu huyu Yona, afya yake ya akili imevurugwa. Katika maandiko haya afya imevurugwa. Kwa nini imevurugwa? Mungu alimwambia, nenda kawaambie mji wa Ninawi watubu na watengenezi maisha yao mabaya, wayaache njia zao mbaya, na uwaambie ndani mimi huo mtu nitawateketeza. Kwa hiyo wajiandae, watu wasipotoka ndani ya siku 40, nitawateketeza. Yona alipoona hali hiyo, na wale watu aliwajua tabia zao, afya yake ya akili ikashuka, uwezo wake wa kufikiri ukapungua, akab Ninawi akaamua kwenda kwenye mji mwingine uitwao Tarshishi. Kisa, mazingira ya Ninawi aliyajua, ni watu wakatili, watu wa korofi na uenda watamua kwa kushikwa na msongo wa mawazo, akaamua kukimbilia mji wa Tarshishi. Alipokuwa katika safari akapanda akapanda meli akalipa naume magalama yake mwenyewe kwenye ile lelelio, wakaona lisiyo shwari si wa wakasema, ni nani aliyevuruga hili? Na wakasema, wenda ni huyu mtu. Wakamkamata, wakamuuliza maswali, akasema Niple. ni kweli mimi ni mtumishi wa Mungu, nimeamua kukimbia, nilipewa ujumbe mzito. Wakamuuliza, sasa tukufanyie nini? Kwenye ile sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili yeye akawaambia, nikamateni mditupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Wakaomba sawa, kwamba tusihesabiwe hii damu ya ya mtu huyu. Wakamtupa baharini na bahari ikatulia. Samaki akamsafirisha ndani ya siku tatu, akamrusha kwenye pwani ya yalenao. Kanisa, Bwana Yesu asedie, amesharusha kule wote hakuna cha mnyama, hakuna cha kiongozi, hakuna cha anayeongozwa. Wote wakatubu, wakafunga, wakaomba rehema, Mungu akawaumia. Baada ya kuwaumia, huyu huyu Yona akakasirika. Akakasirika katika ule mstari tulioona, akaanza kusema, lakini jambo hili ikamchukiza Yona sana, naye akakasirika, akamwomba

unajiuliza alikuwa ametukua tuko kidogo ametukua watu watu, sasa kishafika kule watu wanaanza kuchukua dhambi zao, alafu yeye anakusudia na kujua, unatakiwa kuua huyu mtu, lakini haujamua wewe ni Mungu wa namna gani, ndiye tamka utaua, na unashindwa kuua, nilikujua. Kwa hiyo akaamua kukasirika, akatoka kwenye ule mti akakimbilia kwingine. afya afya afya

ndani ya lafumi na ukaweka matawi ukaweka matawi ukaweka matawi. Yule Yona akaenjoy akarelax, eneo lilivyokuwa akafurahi, akajua mimi hapa niko salama. Baada ya hapo, amelala usiku. Sasa akatokea mdudu aitwaye, akatafuna yale majani, majani yakapukutishwa yote chini. Yeye Yona anastuka, upepo unapita ukaondoa wale, kwa sababu yale majani Akamuuliza Mungu, kwa nini unatesa hivi? Kwa nini unaomba mtango wangu? Mungu anaambia wewe, unaumia mtango niliouotesha jana, hiyo hiyo. Je, binadamu hawa ambao kule watu zaidi ya 120,000 na kuna wanyama? Kwa hiyo Mungu wakati fulani ana uwezo kutufundisha vitu vingi. Amen. afya ya akili inakuwa mu lakini pia yeye alitazamia taifa hili lipo kwenye shida, ndio na wataweza kuangalia ndani ya muda mfupi. Mungu akawa mwenye huruma na mwenye neema. Sisi binadamu akili zetu zinavurugwa, na zikivurugwa, Mungu anaweza kufanya vitu ambavyo huwezi

Usimuombee kifo. Muombee Mungu amfungulie njia. Shida mana haya yanatokea kama kuna mtu amekuvuga akili ikavuruga, unamuombea afu. Na afu sasa imeshaafi sasa, naeleweka, naeleweka. Hafu. Mungu ana mpango na huyo mtu. Hawezi kuruhusu mtu wake afe hivi hivi. Hawezi. Ila sisi akili zetu zikivurugwa, tunasema fulani amenivuruga hapa. Ah, huyo mta. Fulani amenivuruga hapa. Aotoke kwenye kanisa letu. Fulani amevuruga hapa. Afe kabisa tumzike kesho. Fulani amevuruga hapa. Akili yako ndiyo imevurugwa. Fulani ajavuruga kwa mmoja. Hata kama amevuruga kwa mmoja, Mungu amemwacha kwa kusudi ili avuruge na wewe ushike hata wakati fulani.

ambaye aishikisha jina la Kristo. Bwana Yesu asifiwe! Kwa mifano hii natumaini kuna kitu ambacho kimeeleweka. Sasa kwa mifano hii na kwa uchungu wa Yona ambao na yeye alifungwa, alitamani kitokee hiki, lakini Mungu sichta, anaumia mtango tu ulioota siku moja, lakini Mungu anamwambia na mamiya, nina watu zaidi ya 120,000. Wewe unaumia mtango mmoja tu na niliwategemea hawa watu wakituma na kutengeneza kwao ni furaha kubwa mno, kuliko ninyi mnavyotamani, wewe unavyotamani kwa hawa watu wako, na ndiyo maana nilikutuma ili waombee rehema na toba na wala si kifo. Mara nyingi hatuombi maombi ya rehema na toba, tunaomba maombi ya vifo, vifo, vifo. Mungu atuumia sana, akili zetu zifikiri vizuri, hata katika kuomba tuombe vizuri, ili jina la Kristo niweze kuheshimishwa. siwaato Baba, katika jina la Yesu, nendaomba pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu, naomba roho ya utulivu kwenye moyo wangu, naomba roho ya utulivu kwenye moyo wangu, Isinifuate katika jina la Yesu. Ninaomba ninapokuwa mbele zako kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya maombi, nipe roho ya utulivu, nipe akili iliyo tulia, nipe akili iliyo tulia kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Amen. Naomba uombe mwenyewe taratibu, kinya, kinya, sala ya utulivu, ibada yako. Mwambie Mungu akupe roho ya utulivu. Akili ya utulivu. Mwambie Mungu, ukiwa umetulia, mwambie Mungu, naomba nipe afya ya akili ili ninapoomba, nisiwaumize ndugu zangu, nisiwaumize majirani, nisiumize familia, nisiumize wilaya, nisiumize taifa, naomba roho ya utulivu utakatifu, tunakuomba usikie maombi yetu, tunapoambatanisha maombi haya na sadaka. Tunaomba ukapokea sadaka zetu hizi, ukazikumbuke, ziwe harufu ya mkato kwa Baba yako, zitume sadaka hizi ziweze kutenda kazi shambani mwako jinsi ulivyokusudia. Tupe afya njema ya akili, tupe akili sisi, watoto wetu wape akili ndugu zetu wape akili wezi wetu, wetu wape akili ukoo wetu wapatie akili wilaya na taifa letu lipe akili, kanisa letu hili utupe akili, tuamue kwa akili, tuenende kwa akili, tutende kwa akili, tuishi kwa akili na tudumu katika akili. Tunajikabidhi mkononi mwa Bwana tukiomba neema yako na utakatifu vitufunike kwa damu ya Yesu. Kila mamlaka ya kwako na nguvu na heshima na utukufu ni za kwako, tunakufundishia tupe kuenenda sawa sawa na unavyotaka, tusiombe kama Yona alipoomba, watu wakibarikiwa tusiwe na wivu, tukubali kabisa kwamba wamebarikiwa. Roho ya wivu ndani yetu, kwamba watakwenda kutuzidi, watakwenda kufanikiwa zaidi, hiyo roho ya wivu kaiondoe. Maana tunaona wazi, Yona aliona wale waumia, hakutaka waumiwe kuna watu wasiopenda wenzao waumiwe kuna watu wasiotaka wenzao wasonge mbele kuna watu wasiotaka wenzao wabarikiwe zaidi inawezekana hata hiyo nyakati zetu labda imepita kwenye mioyo yetu bado tusamee tena wenzetu wakifanikiwa ndiko kufanikiwa kwetu wenzetu wakiinguliwa ndiko kuinguliwa kwetu tupe kusonga mbele tupe kusonga mbele tupe kusonga mbele kwa ajili ya utukufu wao neema yako tufunikee bwana katika wiki hii akili zetu zinapofunguka basi na sisi tutafunguka kiuchumi tutafunguka kwenye afya zetu, roho zetu zitafunguka, nafsi zetu zitafunguka, maisha yetu yatafunguka, mafanikio yetu yatafunguka, maisha yetu yote yakiikiona kiuchumi ya na kiakili yatafunguka na kubarikiwa. Tupe neema ya kutembea na kutembea na wewe Yesu, Yesu Bwana wetu, amen.